Usimamizi wa shule mbalimbali katika kaunti ya Samburu umeanza kukumbatia mpango wa kitaifa unaoendeshwa na mama wa taifa, Mama Rachael Ruto maarufu kama Mama Kitchen Garden ili kuongeza chakula shuleni. Mkewe rais anatarajiwa kuzindua rasmi mpango huo katika shule ya upili ya wasichana ya Kisima katika kaunti ya Samburu mchana wa leo. Hawa ni wanafunzi na walimu wa shule ya upili wasichana ya Kisima Samburu Magharibi wamepanda mboga za aina mbalimbali, zikiwemo za kienyeji katika bustani ya shule this, uh, So, uh, the manua natoka kwa livestock, and it is retained for five years. So farmer mwenye ana livestock ako highly favored because this type of garden inaretain manure for a long time This farm is uh, serving as a, a learning point for our uh, learners especially the young farmers club uh, and also the community around. So we are doing this uh, in schools uh, because of the sustainability and also uh, to have this learners learn when they are still young and be able to replicate this uh, in their homes. Kilimo hiki kinaendeshwa katika kipande kidogo cha ardhi kwa kutumia mifuko hii ya kisasa na teknolojia mbalimbali. Hapa mbali, tuna changamoto ambazo tuko nazo katika hii smart technology. Kwanza uh, ni ukosefu wa mbegu, pili pia tuna ukosefu uh, wa maji. Hasa, na tukipata maji katika eneo hili tunaweza zalisha uh, mazao mengi hadi tuwauzie majirani wetu Rumuruti na Maralal. Lakini ni kipi kilichoshinikiza usimamizi wa shule hii kukumbatia kilimo cha bustani? Jambo ambalo lilitusukuma kufanya mradi huu ni kuwa humu shuleni, mara nyingi mboga ambayo huwa tunapata kwa urahisi ni ba cabbage. Na cabbage has got no very low nutritional value. Na kwa kuwa tuna watoto wasichana ambao wana require a lot of iron and other nutrients, tukaona mradi huu utatuwezesha kupanda mboga kama spinach eh, and kale which eh, kwa kutumia mboga hizi pia tunapunguza the cost of buying cabbages from Mpango huo unalenga kupambana na madini ya chuma na utapia mlo miongoni mwa wanafunzi wanapokuwa shuleni sawa na kuzalisha mboga za kutosha Shuleni. Ni misingi inayolenga kuwanoa makali wanafunzi hawa ili kuchangia katika kuafikia usalama wa chakula katika siku zijazo. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.